Gongo okay. Sisi tukasema ni wataalamu wa tiba mbadala okay. Na tiba asili, labda nitoe ufafanuzi kidogo katika matibabu okay. Uh, swala la matibabu liko chini ya serikali okay. katika Wizara ya Afya ndiyo okay. inasimamia matibabu yote so, so. Yaani ukisema wewe unafanya matibabu okay. Maana yake pati inayosimamia jukumu hilo ni Wizara ya Afya na okay. ustawi wa jamii okay. sasa kuna aina nyingi ya matibabu. Kuna matibabu ya kisasa mm. Kuna matibabu ya jadi mm. Kuna matibabu ya asili na kuna matibabu mbadala mm. Mm. Tunaposema matibabu ya asili mm. yani sisi tunatibu kwa tiba asili, nini maana yake mm. Maana yake tunatibu kwa dawa zisizokuwa na kemikali mm. zinazotokana na mimea ya tiba mm ambazo dawa hizi zinatoka katika nchi ya Tanzania Sansi, au bara la Afrika dawa okay, yoyote inayotoka bara la Afrika mm, iwe Misri mm, eh, katika nchi yote ya Afrika, Afrika, iwe Saudi mm, eh, Nigeria mm, eh, wapi Kongo na maeneo mengine mm, ikija Tanzania tukatumia hiyo mm, inaitwa dawa asili mm. Kwa tunaposema sisi tunatibu tiba asili maana yake mimea tiba inatoka katika ukanda wa Afrika Mbara. Lakini dawa hizi zinakuwa zina kemikali ndani yake. Halafu tunasema wataalamu wa tiba mbadala, nini tiba mbadala? Tiba mbadala ni dawa yoyote isiyokuwa na kemikali okay, lakini inatoka nje ya bara la Afrika okay, imetoka Asia okay.